taarifa zako, kisha utachagua mwalipo kwa njia ya Tigo Pesa. Karibu Shabibu Bus Line. Yes, mtazamaji wa Global TV. Global TV tunaendelea kukupa updates mbalimbali ambazo zinaendelea pia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na baba halisi wa Patrick. Ni yupi hasa? Bado mvutano upo. Lakini kupitia Global TV sasa tumeweza kupata cheti halisi cha kuzaliwa kwa Patrick ambapo kinaonyesha jina la baba mzazi ni Peter Zakalia Com. na cheti hiki ni cha mtoto Patrick na kama ambavyo unaweza kukiona hapo na kiko assigned kabisa kutoka katika hospitali ya Muhimbili. Basi na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini pia kupitia ukurasa wake wa Instagram, Steve Nyerere ameza kuposti picha ya Muna akiwa na mtoto wake, lakini pia akawa ameambatanisha na ujumbe ulio kukisomeka hivi: Asante kwa kunipa heshima hii na kunisikiliza Muna, amekubali kila jambo litaenda sawa, msiba ni kwa Bwana Peter, na ratiba yote ni hapo. Asante. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, mtazamaji, ni kusihi tu, endelea kutazama Global TV. and it's me Given Mashishanga, stay watch Global TV. Msimu huu wa sabasaba na Globo TV, you know what, tunatoa punguzo la asilimia 30 tu, ili kukurahisishia wewe kutangaza bidhaa zako, kampuni yako, ofisi yako pamoja na kazi zako. Hii sasa ndiyo kiboko yenyewe. Tunakupa nafasi ya kufanya kipindi maalum kwa dakika 30, yani ni mwendo wa 30 tu, kiurahisi na Globo TV, cha kufanya sasa Piga nambari 0687007007 au 0784888982. Karibu Global TV. Kwingine utapata tabu sana tusua maisha na Global. Jinsi ya kushiriki hatua kwa hatua: nunua gazeti lako la Champion au Sport Extra, au magazeti pendwa ya Uwazi, Risasi, Amani, Ijumaa na Ijumaa Weekenda. Kisha funua ukurasa wa pili utakuta kuponi yenye maelezo. Chukua simu yako ya mkononi, nenda sehemu ya kutuma ujumbe SMS kwenye simu yako, andika namba kubwa zenye tarakimu tano zilizopo kwenye kuponi ya gazeti lako, kisha tuma namba hizo kwenda namba 0719386533. Kwa kutumia simu yako ya mtandao wowote hakikisha angalau una salio au bando la kutuma message kwa kiwango cha kawaida, kisha jaza taarifa zako binafsi kwenye gazeti ambazo ni jina lako, namba ya simu, umri, unapoishi, na kisha tunza nakala ya gazeti lako au kipande cha kuponi, kwa sababu itahitajika wakati wa kwenda kuchukua zawadi yako. Kwa kutuma messeji moja kwa moja unakuwa umeingia kwenye kinyang'anyiro cha kujipatia zawadi ya pikipiki pamoja na zawadi nyingine zitakazotolewa kila wiki. Namba yako ya simu itaingizwa kwenye draw itakayochezeshwa kila Jumatatu na kuonyeshwa moja kwa moja mtandaoni na Global TV. Utapigiwa simu iwapo utakuwa umefanikiwa kujipatia zawadi yoyote ya wiki hiyo. Gazeti moja linaruhusiwa kutumika kutuma sms na mtu mmoja tu. Tumia gazeti la wiki husika na hairuhusiwi kutumia gazeti la zamani.